Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na moja aya ya kumi na nne hadi ya ishirini na tatu. Yesu alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka yule bubu akanena, makutano wakastaajabu. Wengine wao wow wakasema, atoa pepo kwa Beelzebuli mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Nayo mkajua mawazo yao, mkawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasemaje? Utasimamaje? kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Bilizeburi, basi kama mimi nikitoa pepo kwa Bilizeburi, wana wenu je, huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia mtu. Mwenye nguvu anayejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda amnyanganya silaha zake zote alizokuwa amezitegemea na kuwanya kuwa, na kuwa, mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami huyo kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa jamaa ya Mungu, karibu katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe ishirini na saba ya mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kupitia somo la injili tulivyosikia leo hii, tunaalikwa tusiwe wabishi; kama kitu hatujakuwa na uhakika nacho na usahihi wa kile kitu, basi tusikibishie. Kuna watu waliyebishia mafundisho na kazi alizozifanya Kristo wakisema kwamba anatoa pepo kwa Bilizebuli lakini Kristo mwenyewe anajipambanua kwamba uwezo wake umetoka kwa Mungu na si kwa mkuu wa pepo kama walivyodhani hao, ambao walikuwa wakimkebehi na kusema hizo nguvu anazozitumia kutoa pepo amezitoa kwa mkuu wa pepo ya Belzebuli. Na wakasahau kuwa shetani hawezi akamtoa shetani mwenzake, au akifanya hivyo ufalme wake utakuwa umefitinika na ndivyo ambavyo watu tunapotea kwa katika nyakati zetu hizi. Tunapokuwa na changamoto za hapa na pale, tunashindwa kutafuta sehemu sahihi ya kupeleka hizo changamoto kwa ajili ya utatuzi. Tunakimbilia kwa waganga wa kienyeji, tunakimbia kwa wengine ambao wana, wanafanya kazi kwa kutumia nguvu za kibinadamu sio kwa nguvu za Mungu, na naomba tuwe makini kuna wengine wanakuja wakitumia neno la Mungu na wakaonekana kabisa wako katika mlengo wa neno la Mungu wakitumia Biblia, lakini sivyo, kwa sababu hawajapitia taratibu na kupewa majukumu hayo rasmi ya kuweza kutenda hayo. Kuna wengine wanatumia nguvu za giza kuonekana kama wanatenda miujiza kwa ajili ya kuwalaghai watu, na wanatumia wana, wana fursa hiyo kujitajirisha. Tuwe makini, ndugu zangu katika Kristo tusije tukawatumainia hao ambao sasa, hao wengine wanatumia hizo nguvu za giza kwa ajili ya kuwadaa watu wengine, lakini hapo katikati wakitumia neno la Mungu kama kivuli nyuma yao. ya sisi tumtegemee Kristo mwenyewe ambaye uponyaji wake amba, kila alipokuwa anatenda muujiza anasema, anamwambia yule aliyeponywa, imani yako imekuokoa. Kumbe kinachoponya kwanza ni imani ya mtu binafsi na kumwendea Kristo kwa, ne, kwa mtumaini kwani yeye ana nguvu itokayo kwa Mungu yenye kuponya na si vinginevyo. Tukifanya, tukitafuta uponyaji au kutatua changamoto zetu kwa watu wengine au kwa, mlaka, kwa mamlaka zingine, tujue tunapotea, na wanaofanya hivyo hawakusanyi pamoja na Kristo. Si tukitaka kufanikiwa, tukusanye pamoja na Kristo, yani tumtegemee yeye. Tusipofanya hivyo tunakuwa tunatapanya. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.